Heni Razam Online TV, habari leo. Tupo na historia ya kabila la Wasukuma. Sukuma linamaanisha kaskazini. Kwa kuwa Wasukuma wanaishi kaskazini, ndio sababu ya kuitwa Wasukuma, ikimaanisha wa kaskazini. Jina hili walitwa na Wanyamwezi kutoka Tabora baada ya kuwepo na mwingiliano wa kibiashara na kuoana. Hivyo waliwaita Wasukuma, yaani wa kaskazini. Wanyamwezi nao wakiitwa Wadakama yani, yani watu wa kusini. Sifa ya kabila la Wasukuma ni wakulima na wafugaji wa pole na uvumilivu, hawapendi kushindwa hasa mbele ya mwanamke. Kitabu cha Jumuiya ya Watemi wa Kisukuma kiliandika, kiliandika kuwa miaka ya 1950 Kabila la Wasukuma ndio lilianza kujikusanya na kutengeneza makao maalum katikati mwa karne ya 14. Iliingia misafara ya watu wengi kutoka Uganda, Kenya, Sudani, Rwanda na Kongo, wakatua kuzunguka ziwa Victoria na kuendesha shughuli zao za uwindaji na uvuvi. Wasukuma kabla ya kuanza kujikusanya na kuishi pamoja kama jamii, waliishi kwa kuhamahama. Mchanganyiko wa misafari ilitengeneza lugha ya Wazanaki, Washashi, Wajita na Wakuria. Misafara kutoka Uganda, Rwanda, Burundi na Kongo walitua magharibi mwa ziwa Victoria, huku wakizalisha, huku wakiza makabila ya Balongo, Bakamba au wafua vyuma, Bashi au wawindaji, Bashoma, Bazinza na Washubi. Miaka ya 1400 makabila ya magharibi mwa ziwa Victoria, yaani Balongo, Bashoma, Bazinza Bashi na Washubi walianzisha biashara ya vyuma vya kilimo na uwindaji, wakaanza kuwauzia watu wa mashariki na kusini mwa ziwa Viktoria, yaani Wanyamwezi, Wajita, Washashi, Wazanaki na Wakuria. Biashara hii iliwafanya waanze kuoana na kuzaliana Mwingiliano baina ya makabila haya yenye lugha na tamaduni tofauti tofauti, baada ya miaka mingi kuliibua lugha mpya tofauti, ikiwa na mchanganyiko wa misamiati na lahaja mbalimbali kutoka lugha mama. Lugha hii ilikuwa kwa kasi sana, kwani hawa watu walikuwa na uwezo wa kuzaliana kwa wingi. Mwishoni mwa karne ya kumi na tano, watu wa lugha hii ngeni walianza kujikusanya makundi kwa makundi na kuanzisha makazi ya kudumu maeneo mbalimbali kuzunguka ziwa, ziwa na mapori ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Kabila hii baadaye ilitambulika kwa majina tofauti tofauti kulingana na mahali na mwaka 1950 watu hawa walianza kuambaa kusini, ambapo kwa mara ya kwanza waliitwa Wasukuma, ikimaanisha kaskazini kwa kinyamwezi na Kisukuma. Hapo ndipo mwanzo wa jina la Wasukuma. Asante ndugu mtazamaji wa Razam Online TV, usahau kusubscribe kama bado, kulike kushare pamoja na kukomenti Aliwaletea makala haya ni Miraza Mustafa Arkanjaui. Asante. Bye, bye.